Ni watu wa kwanza kwenye sekta ya usafirishaji kujivunia maono ya kinara wetu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo maono yake ndiyo leo yanatufikisha kuweza kupata chombo hiki kiweze kusaidia jamii yetu kwenye sekta nzima ya usafiri na usafirishaji maono yapi aliyokuja nayo mheshimiwa rais? Maono ya kwanza ni ku- kui, kui, kuitaka jamii kwenye sekta nzima ya, ya kiuchumi jamii yetu ya Watanzania ione umuhimu sasa wa kufanya shughuli za kiuchumi kupitia mifumo jumuishi. Mifumo jumuishi hapa tunaongelea ushirika. Jamii ya wasafirishaji yote kwa ujumla inaenda kuguswa na tija itakayopatikana kupitia kujiendesha kwa mfumo wa vyama vya ushirika. Sekta hii ya usafirishaji imekuwa na changamoto kwa muda mrefu sana, lakini ni changamoto sasa zimeonekana <coughs> kuwa sugu, pamoja na kwamba kuna jitihada mbalimbali zimekuwa zikifanyika, lakini hazijaweza kuleta matokeo. Kupitia ushirika, tunaamini sasa matokeo tunaenda kuyapata kwenye kuboresha huduma. Moja ya faida itakayopatikana ni kwenda kuondoa kilio cha muda mrefu cha ugatishwaji wa viti. Ushirika ukiangalia sera ya ushirika mwaka jana, palikuwa na kauli mbiu iliyokuwa inaelekeza ina, ina, ina kwamba, kwaheri analogia karibu digitali. Hiyo ilikuwa ni sera ya ushirika kwamba sasa ushirika umetengeneza mfumo wa kutoka kujiendesha kwenye dhana nzima ya analogia kwenda kwenye digital. Hii inaenda sambamba na kile ambacho tumekikusudia. Pamoja na kuunda ushirika, tumekusudia pia kuyaendea maono ya Mheshimiwa Rais ambayo mara kadhaa tumeshuhudia akihimiza matumizi ya teknolojia kwenye sekta za kiuchumi, kwamba watu waende wakatumie mfumo ya kiteknolojia kuendesha shughuli za kiuchumi, kwa na sisi tunataka tumuonyeshe Rais wetu kipenzi kwamba tume tumeitikia wito wake na maono yake, na tumekuwa tayari. Kwa mfano kwa kuanzia Mwanza, tunaenda sasa kuipeleka sekta hii ya usafirishaji kwenye mifumo mizima ya teknolojia. Mimi kama kiongozi wa ushirika huu, niweke sawa dhana nzima inayoweza kutafsiriwa vibaya. Anayeenda kufanya haya yote si mimi kama mwenyekiti. Hii sekta yetu ya usafirishaji hasa daladala imekuwa ikiendeshwa na mtu mmoja mmoja, kiasi kwamba inatoa mwanya kwa anayeendesha, hata kama hana taaluma ya jambo analolifanya. Mwisho wa siku tija inakosa kupatikana. Kwa hiyo kupitia ushirika sasa, tunaenda kupata wataalamu watakaotusaidia kuyaendesha haya mambo yote ya usafirishaji mimi kama mwenyekiti jukumu langu litakuwa ni kuelekeza tu na kusimamia, lakini watendaji wakuu watakuwa ni wataalamu ambao watakuwa ni waajiriwa rasmi wa ushirika huo. Lakini wataalamu pia hawataenda kufanya kazi kwa akili zao, wataenda kufanya kazi kwa kusaidiwa na teknolojia. Moja ya eneo ambalo tunataka twende tutumia teknolojia ni eneo la makusanyo, ambalo limekuwa likiacha pengo kubwa sana kwenye sekta hii ya usafirishaji. Kwa hivyo eneo la makusanyo, ushirika huu umedhamiria kwenda kutumia tiketi mtandao sambamba na matumizi ya kadi ya malipo. Tunaenda kupeleka sekta hii ya usafirishaji kwa daladala Mwanza kwenye matumizi ya tiketi mtandao ambazo zitapatikana kila eneo litakalokuwa linapatikana abiria. Hii itasaidia sasa kupunguza zile changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikililiwa muda mrefu kiwemo changamoto ya kuzidishiwa na nauli kwa abiria, lakini pia itaenda kutuondolea zengwe lililokuwa linaliliwa muda mrefu na abiria kukatishiwa ruti. Lakini tunajivunia zaidi, kilio cha muda mrefu cha watumishi wetu ambao ni dereva na conductor, sasa kupitia mfumo tunaokuja nao wanaenda kupata ajira rasmi za mikataba, ajira ambazo zitaenda kuwasaidia kupata huduma muhimu za kijamii ikiwa ni pamoja na huduma ya bima ya afya, lakini pia huduma ya kuunganishwa na mifuko ya hifadhi ya jamii, ili basi wanapofika ukomo wa utumishi wao waweze kuwa na uhakika wa maisha ya ukomo wa ajira. Lakini kupitia mifumo sasa, tutaenda kuondoa zile dhana nzima zilizokuwa zimejengeka za tuhuma mbalimbali, ikiwemo tuhuma ya rushwa kitu ambacho sisi hatupendezwi nacho. Tumeona sasa, kuliko kuendelea kulalamika, hebu tuache sayansi iende ikatusaidie kwenye hemo hizo za kutatua changamoto. Lakini tunajivunia kwamba kupitia ushirika huu sasa tunaenda kuboresha huduma hata za upande wa wanafunzi waliokuwa wakipata changamoto kupata huduma wakati wanaenda shule na kutoka shule kwamba mradi wetu tunaokuja nao kama ushirika pia umeenda kuangalia engo ya wanafunzi wa shule za umma ambapo tutatenga magari maalum kwa uratibu maalum, ili angalau kwenda kusaidia kupunguza changamoto hiyo ambayo pia imekuwa ni kilio cha muda mrefu. Hii ni sambamba pia na kutoa nafasi kwa mmiliki kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali alizokuwa akikabiliana nazo mwenyewe kama mtu binafsi, lakini sasa kupitia chombo hiki tulichokileta, pia kinaenda kuwa msaada mkubwa sana kwa mmiliki. Pale atakapopata changamoto, ana nafasi sasa ya kuwa uh, kupata huduma ili kuzikabili changamoto, alafu yeye atatengenezea utaratibu mzuri wa kuja kuwajibika ndani ya ushirika. Ushirika ni, ni, ni, ni, ni, ni chombo, ni chombo ambacho kina usimamizi kina usimamizi katika eneo mbili eneo ya kwanza ni chombo ambacho kinasimamiwa na na sheria za ushirika kwa maana tuko chini ya u, us, uangalizi wa, wa Mrajisi Msaidizi wa mkoa wa Mwanza lakini pia katika eneo ya utendaji maana yake kwenye eneo ya huduma tunaoenda kuitoa kwenye daladala tuko chini ya usimamizi na uangalizi wa mamlaka ya usafiri ardhini LATRA. Kwa hivyo ushirika huu unaenda kujikita kuhakikisha kwamba miongozo yote inazingatiwa, miongozo ya ushirika, lakini pia miongozo ya mamlaka ya usafiri ardhini LATRA. Hii inaenda kusaidia sasa kupunguza yale majukumu kwenda kupeleka usaidizi kwa mamlaka ya usimamizi wa usafiri mzini LATRA, ambapo kupitia chombo hichi sasa tunatumai kwamba tutaenda kuwajibika kuwa wasimamizi wakuu waengo ambao tutakuwa tumerasimishiwa na mamlaka, ili angalau kuangalia kwa karibu yale mapungufu yaliyokuwa yakijitokeza, tuone namna gani tunavyoweza tunavyoweza kuyakabili, mwisho wa siku kuleta tija na mabadiliko katika sekta ya usafirishaji hasa daradara kwa kuanzia. Kero zangu ni za wanafunzi tu. Wanafunzi wanawanyima Kis, kama hivi wanaamka wana asubuhi kama kuna wale ambao wa form 2 wala 7 anatakiwa wa masomo ya asubuhi yale ya saa moja maana wanatangulia kuingia darasani. Lakini usafiri unakuwa wa shida. Amna amla kama ana 200 alafu anakatazwa, maana mwanafunzi ni 200. Anapata shida anaambiwa 500 labda kwenye bajaji. Kwenye magari hayo yamejaa, kwa hiyo wanasubiria. Mimi kama kero yangu ya wanafunzi, tulikuwa tunaomba wanafunzi wasaidiwe, hata usafiri wapate usafiri wa kutoka hapa, wale kwenda Buongwa wale wakuenda Mkolani, wa kwenda Nyegezi, wapate usafiri angalau wasapoti kuhai masomo shuleni. Wa madereva haswa, kitu kikubwa changamoto ni mishahara, mishahara imekuwa changamoto dereva anaenda kuendesha gari asubuhi mpaka jioni, tarehe moja mpaka tarehe thelathini, lakini dereva hapati mshahara, dereva hana mkataba. Dereva huyo huyo anabeba daktari, anabeba mwanafunzi, anabeba askari polisi, anabeba wafanyabiashara, lakini mwisho wa mwezi haonekani kama na thamani dereva. Sasa UWAMWA imekuja kutusaidia sisi ambao ni wasafirishaji kututolea hiyo adha na pia dereva kupata haki zake za msingi kwa mfano ikiwemo NSSF, sawa, kwa kama pension, anapokwenda kuzeeka. Sasa katulia, sasa amezeeka, anapata pension yake. Tunashukuru sana UWAMWA, lakini pia dereva huyu tuendelee kumthamini sana, kwa sababu anafanya kazi kubwa, kukalia kile chombo asubuhi mpaka jioni, ni riziki. Kwa hiyo aendelee kuthaminika dereva, na aendelee kuonekana dereva ni mtu kama binadamu wengine, kama watumishi wengine wanavyokwenda kulipwa haki zao za msingi mwisho wa mwezi lakini pia UWAMWA imekuja kutuleta, imekuja kutondo, kutondolea changamoto ya ya ukatishaji wa ruti. Maana yake huyu an, an, abiria ambaye alikuwa anachukua anapandia kwa mfano Mkolani pale si ndio inatakiwa afike Buongwa, wamepanda abiria wawili ile gari na abiria watano, akifika pale Furaha karibia na Buongo, yule kondakta anawafaulisha wale abiria wanapanda gari nyingine, alafu yeye anapiga chapati. Sasa UWAMWA ametuletea tiba. Mwanaye kama abiria na tiketi yake mkononi, huyu dereva hawezi kukatisha ruti. Na bado dereva hawezi kukatisha kwa sababu anafanya an, an, anapata mshahara mwisho wa mwezi sawa, lazima atetee ajira yake, lakini ajira hiyo hiyo dereva inakwenda kumletea manufaa makubwa, atasomesha watoto wake, atalipa kodi ya nyumba kwa wakati, lakini pia atajenga. Hizo ni faida za dereva kupitia mishahara na mikataba kutoka UAMWA. UAMWA, si kwa hiyo UAMWA sisi tuendelee kuwashukuru na kuwapongeza, tunawashukuru sana lakini pia wanafunzi wataondolewa zile adha za kusubiria gari na kuchambuliwa na kukataliwa na baadhi ya makondakta sawa, kwa sababu wana, unakuta mida ya saa tisa, ile muda kutoka wanafunzi shule au kwenda shule wanafunzi walikuwa wakibaguliwa sawa, lakini wanafunzi walikuwa wakiachwa kwenye vituo. Mwanafunzi ina inam, inam, inamlazimu alipe nauli ya apande pikipiki kwa kuwahi mjini. Kwa mfano mwanafunzi yuko anatoka Igoma kuja hapa Mwanza Seko. Inabidi alipe shilingi elfu mbili kwenye boda boda. Lakini sasa kama UWAMWA ametuletea tiba, tiba yenyewe ni hivi. Tiba anakwenda kutuletea magari ambayo anamtoa mwanafunzi Igoma kumleta mpaka Buongwa. Kwa shilingi mia mbili hiyo hiyo, habaguliwi ila anapanda kwa wakati na kwa wakati. Kwa hiyo naendelea kuwashukuru UWAMWA, kuwapongeza UWAMWA. Tukaona kweli ushirika kuna kila sababu ya kuusapoti kwa sababu unakwenda kuondoa adha ya madereva, lakini pia utaondoa na adha ya wamiliki wa vyombo ambao walikuwa wanaipata kupitia madereva. Kwa maana ya madereva kuweza kupakia saa nyingine mizigo ambayo kutakiwa kupakiwa kwenye vyombo, saa nyingine madereva kuendesha magari labda kwa mwendo ambao sio sahihi sana, na saa nyingine labda kusababisha adha za mafuta kupungua kwenye magari. Hiyo yote ni kwa sababu madereva walikuwa hawana mikataba, hawana nini. Lakini tunaamini kwa uwepo wa huu ushirika unaweza kuboresha hayo mambo yote, na baada ya hapo dereva atafurahia kazi yake, na katika kufurahia kazi changamoto nyingi za dereva zitapungua lakini pia dereva atatambulika rasmi kwenye ajira atakayomfanya aweze kupewa fedha kulingana na makubaliano na mmiliki wa chombo, na pia kuweza kupata eh, fursa zingine kama swala zima la bima ya afya NSSF, kama wanavyopata watumishi wengine, kwa sababu dereva naye ni mtumishi kama walivyo watumishi wengine na anapaswa kuheshimiwa. Lakini sisi pia kama taasisi ya madereva tunaiunga mkono serikali kupitia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa namna anavyotekeleza wajibu wake wa kiutawala kwa kubuni eh, mifumo mbalimbali itakayosaidia mbali, taifa letu kuweza kuwa ina maisha bora kwa wananchi ikiwemo na ajira kuziongeza kupitia taasisi za ushirika. Hasa sisi kama taasisi tumeona kula kila sababu ya kuendelea kuwatengeneza wanachama wetu, kuzidi kuwapa elimu ya ushirika, lakini pia tunazidi kuwaomba pia watu ushirika kuwa wa ushirika kuendelea kuwapa elimu wamiliki wa vyombo kwa namna ambavyo nini maana ya ushirika, nini ni faida gani watapata e, eh, wamiliki watakaokuwa wanachama na, na kadhalika na baada hapo nafikiri tutaondoa adha au utaipunguza kwa namna moja ama nyingine. Na baada hapo mabadiliko mengi ya kiuchumi yatapatikana ndani ya taifa letu hili, na sisi kufurahia e, taifa kama viongozi, ambapo kesho na kesho kutu, tukiwa atupa watakaokuja watakuta kuna misingi imara ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kazi ambayo imeshatengenezwa kush, kwa kushirikiana na taasisi zinazokuwa zinakuja zenye maono